Na mwenye rehema, kubali kusikia maombi yetu, nena pamoja na kila mmoja wetu, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen, tuketi chini tafadhali. Wakristo wote wa kanisa la Saint Max Koikoi muni ruzu ni wasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana ziviwe. Amen. Bwana asifiwe, ai Yesu avume elasta Yesu Amen. tamata jakai warani agosha wana. Bwana asifiwe. Siku moja niliende kutembea bahari na nikapata mito aina mbili. Nilipokuwa nikienda, nikaona mto wa kwanza ilikuwa inapokea maji na haitoi maji. Hii mto ilikuwa chafu na ilikuwa inafuka mosquito na hata hakuna mtu alikuwa akikunywa maji yake, yani maji ya hii mto ilikuwa chungu na hata ilikuwa inabeba magonjwa. Nilipoenda mbele, nikaona mto mwingine. Hii mto ilikuwa inapokea maji na inatoa maji. Hata ndani yake kulikuwa na samaki, hata chini kulikuwa na watu wanakunywa maji. Kwa hii dunia, watu wanafanana na mito mbili. Ya kwanza, kuna wale watu ambao wanapokea hawatoi. Kuna wale watu ambaye wanasikia neno la Mungu na hawatendi wakati mwingi ndani yao vitu vibaya vinapatikana. Hiyo mto ya kwanza jenye ilipatikana ni moskwito na chura, na hata za zingine na nyoka na watu vitu vibaya. Lakini mto wa pili ilikuwa inapokea na inatoa, inasikiliza neno la Mungu na kutenda, na ndani yake kulikuwa na uhai hata watu wakakaribia wakakunywa maji, samaki ikawa na maisha. Nataka nikuulize wewe, kwa maisha yako, ukiwa mama, ukiwa mzee, ukiwa mshiriki, ukiwa muubiri, ukiwa m... kiongozi, mchungaji, e, hey! Wewe ni kama mto wa kwanza ama mto wa pili? Somo letu ambalo tulisomewa siku ya leo inapatikana katika kitabu cha Injili kama ilivyoandikwa na Luka Mtakatifu kumi na tatu thelathini na moja mpaka thelathini na tano. Waye alimwambia Luka, iliandikwa na daktari Luka mwaka wa AD 68 na yeye aliandikia watu, mtu ambaye wa alikuwa anaitwa Theofilas Theofilas ni mtu aliye. Theophilus ni jina la mtu, na pia Theophilus inamaanisha mtu mwenye anapenda Mungu. Kwa hivyo kila mmoja wetu anaweza kuwa Theophilus, na alituandikia sisi kutuambia kwamba Kristo ni mwana wa Mungu, na yeye akiandika kitabu chake, katika hiyo kitabu cha injili kama ilivyoandikwa na Luka Mtakatifu kumi na tatu anatuelezea kuhusu mambo mawili. Yeye anatuelezea kuhusu mambo aina mbili kwa maisha haya. Jambo la kwanza, kuna watu wakipewa nafasi, watahudumu, watajiudumia na wengine watazaa matunda hii ngili ilianza. Anasema kulikuwa na mtu alipanda matunda na akakaa miaka tatu, akatarajia izae. Alipoenda pale, akauliza mfanyakazi wake, je, wapi matunda? Huyo mfanyakazi wake akamwambia, nimelinda, nimefanya kazi, lakini haina matunda. Mwenye mti akasema, tuikate lakini yule mwenye alikuwa akichunga akasema tuipe nafasi ya mwaka mmoja, tuongeze samadi. Yesu akasema tuongeze mbolea, tuipunze, na isipozaa itakatwa. Kuna watu dunia hii ambaye wamepewa nafasi, lakini wanajihudumia wenyewe, hawazai matunda. Wewe je ukiwa Mkristo wa Saint ma oiko wewe, e we, hey, unajihudumia ama unazaa matunda? Haijalishi ni wapi, kazi, nyumbani, wagoma yako wewe, ni kujihudumia kama imiti ama unazaa matunda? Matunda ya amani, matunda ya furaha na kujiendeleza ama wewe unajihudumia mwenyewe swali so, hilo nataka ujijibu mwenyewe. Jambo la pili, ukiteremka hapo chini kulikuwa na mama miaka kumi na nane, mgongo ulikuwa umemsumbua alikuwa ameshikwa na magonjwa, na Yesu pia Sabato akaenda kuwa goi. Yesu alipomwangalia akamwambia, mama, pona katika jina la Yesu Kristo. Na kwa kuwa na watu wakasema, mbona aliponya wakati wa sabato? Hii dunia kuna watu wa kuhudumu na watu wa kutafuta makosa. Je, wewe ni watu wa kuhudumu ama wa kutafuta makosa? Kuna wengine kila wakati anafikiri hudumu. Yesu alipona huyu mama ingawa ni Sabato, akasema asiendelee kuumia, apone na aende, akiwa huu wengine walikuwa wanatafuta makosa naye. <tuhi> Nikuambie, penye unafanya kazi, we nyumba yako, kwa watoto wako, wewe ni wakuhudumu ama wakutafuta makosa? Ni rahisi kufanya gani, kuhudumu ama ni rahisi kutafuta makosa. Mzee wakati mwingine ajikuja kama ame huko kwetu, kama amelewa, akijua school fees amekujwa. Sasa ataki kuulizwa, a mbona ng'ombe iko hivi, mbona ikalishwa nani, bona iko aje, kwa sababu gani? Yeye hataki ye, kuulizwa chochote. Kwa hivyo anaanza kutafuta mako makosa na mambo, anafanyanga hivyo pia hata hawa wanatafuta makosa ama. Mungu atusaidie ukue mtu wa <tipos> kuhudumu. Yesu alipoona huyu mama, akamwambia mama, hona katika jina la <tipos> Yesu Kristo. Lakini Mafarisayo wakasema, mbona amepona siku ya Sabato? Wakatafuta makosa Da nikuambia, wakati huu, siku hizi wanasema huyo alifanya tu mzuri, lakini hata nguo ni kama alikuwa ameomba. Oi, makosa kuna watu dunia hii kazi yao ni kutafuta makosa. Hata ukijenga nyumba wanasema ingawa amejenga nyumba ni ya mabati tano tu peke yake, lakini si angeanza pahali kwa hii dunia. Usikue mtu wa kutafuta makosa. Jambo la tatu, kuna wale wa kuingia kwa njia nyembamba na wale wa kuingia kwa njia pana, hiyo nimetaka kukuelekeza. Lakini leo kichwa cha mahubiri yangu, nataka kusema kwa uchache, kuna wale watasikia sauti ya mbweha na wale watasikia sauti ya kuku. Mbweha inaitwaje kwa lugha ya mama mbweha?

Kwa, lakini eh wanasema hiyo mnyama ni mjanja sana. Wakati mwingine wengine walikuwa wakitoa dibu ya zamani, ilikuwa inajifanya kama kuku, huku inaenda inafikiri inaitwa na kuku, kumbe ni mbweha, mbweha inakula. Lakini kuku ni mnyama ya kipekee. Kwanza, kuku inaitanga vifaranga yake. Wanasema siku moja kulikuwa na mtu mmoja alikuwa akivuta sigara, alikuwa ajali, akatupa sigara na ilaingia kwa kichaka kote kwa hiyo kichaka. Kulikuwa na kuku na vifaranga, kuku ikaangalia itoroke moto, lakini vifaranga haitaweza. Kuku ikaamua kulala pale Boko ikakuja ikachoma kuku. Kuku haikustahimili ilikufa, lakini vifaranga yote ikapona. Mwenye kuku alipokuja jioni, akasema kuku gani mjinga, akapiga teke. Kupiga teke, akaona hakuna kifaranga hata mmoja ili kufa. Akasema, kumbe ni afadhali kusikia sauti ya kuku. Sisi kama vifaranga. Haya, dunia hii ambayo naishi, kuna sauti ya mbweha. Sauti ya mbweha inakujana kwa matangazo ya pombe, hata matangazo ya beti na matangazo mengi ya dunia hii. Sauti ya mbweha ni mingi, inaita wamama, saa zingine niendusi ama zindusi, inaita wamama, inaita wazee, inaita vijana, inaita wote asikia sauti ya kuku ama unasikia sauti ya mbweha? Sauti ya mbweha ni mingi dunia hii, nanayanikuambia ya wakanga hapo Kamkuyu wanasikia kwenaita watu kuwasaidia, lakini hawasaidii watu, wanaongezea hawa shida, chenye wanawapunguzia ni pesa. Kitu cha kwanza ukisikia sauti ya mbweha, Yesu akaambia, wana mafarisayo wakakuja kumwambia Yesu

kwa ajili ya wana wangu. Kitu cha kwanza mbweha anatisha, anaambia usipofuata njia yangu utaangamia. Kile kutisha yake ni kukufanya utoke pale ambapo unastahili kuwa. Je, utasikia sauti ya mbweha? Sauti ya mbweha inatoka kwa marafiki. Sauti ya mbweha inatoka kwa tamaa ya mwili. Kuna wasichana wengi wamesomeshwa No, na mtu zingine alikuwa askari akamsomesha akapata degree. Baada ya kupata degree, anasikia sauti ya mbweha ya kwamba wewe si kiwango yangu tena, na wakati mwingi hao wasichana wengi wanauawa. Mbweha sauti yake inatisha, sauti ya mbweha inadanganya, sauti ya mbweha inataka kukuangamiza, inakuonesha mazuri kuna njia ionekanayo mzuri machoni pa binadamu, lakini mwishoni ni kifo. Je, hey, utasikia sauti ya Mbeha? Pombe imeua watu wengi, beti imeua watu wengi, na kuna kitu kingine inaitwanga avieta. Kuna mtoto alichukua pesa yote ya university akaweza kwa avieta, baadaye alipofika shuleni bila pesa alisikia sauti ya Mbeha akachukua kamba akajinonga, hii kwenye aliekeza ikapoteza. Sauti ya mbweha iko mumu, lakini nashukuru Mungu kuna sauti ya kuku. Sauti ya kuku ni sauti ya mwanakondoo Yesu Kristo, ambaye amejifananisha na kuku. Wakati mwingi watu wanasema Mungu anajifananisha wa na wanaume pia alijifanaranisha na wamama kama kuku, na yeye anasema wasauti ni sauti ya kutaka kuhudumu. Ingawa Yesu alihatarishiwa maisha yake, akasema nitaendelea na huduma. Sauti ya kuku ukisikia, unaendelea na huduma, unaendelea na homa yako, hata kama kuna vitisho. Wengine walikuambia utatoboa mwaka moja, lakini ulisikia sauti ya Kristo, unaendelea kwako. Bwana asifiwe, amen. Wengine walisema, alisema hutafaulu, lakini unasonga mbele katika jina yeah, la Yesu Kristo. Sikia sauti yake Bwana bayo. Wakati mwingi inakuja sauti ya upole kama ya kuku, ikuambia endelea. Kitu cha pili, ukisikia sauti ya kuku, unaendelea na majukumu kama ile iliendelea na majukumu. Majukumu yetu ni kuhubiri, kufukuza mapepo na kuponya watu katika jina la Yesu Kristo. Kitu cha tatu, sauti inaita vifaranga. Sisi zote ni vifaranga, sauti ya kuku inatuita kutoka kwa dhambi. Mimi nilikuwa navuta sigara, baadaye nikavuta bad Baadaye nikataka kuchoma shule ya kamsingi, lakini nikasikia sauti naitwa, Kimutai unaitwa, unaitwa na Yesu Kristo, na ikanibidi kuwacha mambo hayo yote mpaka leo. Yesu anaita watu, anaita wamama, anaita wababa, anaita vijana, anaita wote na hata siku ya leo hapa Koikoi bado anatuita, hata kwa ubatizo, tuache njia zilizo baya. Baada ya kutuita, anakuficha kwa mabawa yake, mabawa ya Yesu Kristo. Ukiwa ndani uko salama, hata kama uko na mahitaji na uko kwa mabawa ya Yesu Kristo utakuwa salama. mm -hmm. Wale ambao wana Yesu hawajafaulu katika ndoa wale ambao wana Yesu hawajafaulu kwa kulea watoto wao, wale ambao wana Yesu hawajafaulu kwa chochote. Kuingia kwa mabawa ya Yesu Kristo, lakini ukiingia kwa nyumba ya mbweha utakuliwa. Ukiingia kwa nyumba ya mbweha utaangamizwa. Mungu atusaidie tuingie kwa mabawa ya Yesu Kristo. Jambo la mwisho, kuku ikajitolea maisha yake kwa ajili

Utasikia sauti yake. Ukisikia sauti yake kuna kupona, ukisikia sauti yake kuna matumaini. Saa zingine ulikuja umesumbuka, usisikie sauti ya mbweha, sikia sauti ambayo inakuja kama ya kuku, sauti ya Yesu, Mungu wa amani. Aunait, kama unahitaji kuenda pamoja nami, simamo hale ambapo takuleka mbele